Kwangu imekuwa furaha kubwa sana kufanya kazi na baba Chesko na kwa kweli ana utii wa ajabu. Father Chesko hajawahi kuniambia hiyo sifanyi. E, na mimi nilikuwa na makazi mengi kweli unampa hii, hii, hii. Hawezi awe kuniambia Father, sina nafasi leo no, hiyo sifanyi. Atafanya kazi unazompangia au kazi anazopangiwa na rais wa baraza na bado atatimiza na majukumu yake mengine. Baba, tunaomba hiyo roho uendelee nayo. Kwa hmm, hmm, kweli hakunipa ugumu wa kufanya kazi na tumefanya kazi vizuri sana sana sana na nimefarijika sana kuwa na mtu ambaye eh, anakuwezesha kutimiza majukumu yako vizuri. Na hata kama nilimpa kazi ngumu na anajua mimi sikuwahi kumsaliti na yeye hajawahi kunisaliti. Eh, hata kama nilijua ili tumelifanya wote, lakini kama ilibidi mimi nibebe msalaba nilibeba kwa mm. Mfano, mimi sasa hivi naishi kwa hofu sana, lakini yeye hana hofu eh, mimi naishi kwa hofu, natafutwa siji ni wawe siji kitu gani, lakini Father yeye ana, amani kabisa. Namtuma bwana, hebu nenda mjini. Bwana, unajua mimi niko natafutwa. Bwana, hebu nenda sije ngatekwa. Pole sana kijana, ndio maana nilikufukuzwa hapa, tulihisi wewe ni wale wasiojulikana sababu alishafika hapa kuniua, lakini baba hakuwa na wasiwasi, aliendelea na kazi e, kwa sababu tuna namna yetu ya kufanya kazi e, kwa hivi e, baba padri nakushukuru sana kunisaidia, licha ya magumu niliyokuwa nayo, lakini hukukata tamaa, hukuogopa kufanya kazi zangu hivi hmm. Juzi alienda kumzika mama Jenisa, mimi niliruhusiwa kwenda, lakini nikashauriwa na watu usiende. Basi nikaache, nikamwambia Father, nenda sasa. Nikamwambia, jamani, kwani huyu hawezi kudhuriwa? Wasema yeye atajua mwenye, yeye hawezi kudhuriwa. Basi baba padi, na nakushukuru sana.